Vitu ambavyo unavyo, kuna vitu ambavyo hauna. Vile vitu ambavyo hauna jitahidi sana kuvitafuta, kwa sababu katika hizo 9 values kuna ambazo pengine zingine huna kabisa, zingine una value labda tano, mwingine una tatu. Lakini ambacho nataka ukafanye, angalia top 3 values ambazo unazitaja at this moment of your life, alafu ziweke mkakati, mnazipataje na unazijengaje? Sawa. So, part ya mwisho nataka eh, ni share kidogo strategies to build your social wealth. Mikakati gani unaitumia kutengeneza social wealth? Tumeshaona social wealth ni value behind your contacts, ni thamani iliyoko kwa watu ambao unahusiana nao kila wakati. Tumegundua kwamba kumbe relationship ni currency eh, ni kama unavyoweza kutumia pesa ukatumia dola ukatumia US dollars ukatumia British pounds ukatumia yen, vilevile mahusiano is currency. Unaweza kutumia kupata, unajua kumwomba kitu hata siku siku moja, lakini anajua huyu ni mtu wangu, tunafahamiana. Siku ukihitaji kitu, lazima atakufuatia, atakupatia tu. That's how we build social wealth, lakini sio ukiona colleague yako anasema eh eh, ameanza, ina maana there's a problem. Communicate strategically and meaningfully, mind those two words meaningful manake, jiulize hivi mawasiano naasiana naye nataka kupata outcome gani? Na mtumie message kwa ajili yani, what is the end game? Sababu watu wako busy sana. What is the end game of this message? What is the end game of this call? Acha zile habari ah, nikuwa tunakusalimia tu. A a, ni vizuri kusalimiana na watu, lakini inawezekana umsalimie mtu kila siku, kila Lazima ujiulize kwamba hii nafanya nini, ninachotaka hapa ni nini, na pia vitu vyako wewe communicate nao pia meaningful na strategical. Tumefanya graduation, tutapiga picha, ina maana kuna watu mimi nitawatumia tu picha za graduation. we had a class of 2 months ya kufundisha tuirfuf na, I'm glad kwamba tumefika graduation. Thank you so much kwa ile advice ulionipa hata kama hukua kunipa ya maana. Thank you so much for ile. Kwa hiyo unakuta anajua kinachoendelea, lakini bado tuna maintain relation. Namba nne. Be emotionally supportive. Patikana kwenye kihisia. Hawa watu wana, ni binadamu wana mahitaji yao, kuna wakati wanakuwa down, kuna wakati wanapata misiba, kuna wakati wanapata changamoto. Be emotionally supportive. Hauko, wapige simu kama unaweza watembelee. That's how you build, you build connection na kwa taarifa yako research ya psychology imeonyesha kwamba watu wanapokuwa kwenye matatizo wanaweza kubondi na wewe Two times kuliko watu wanapokuwa na furaha. Ndio maana mtu ukienda kwenye msiba wa mtoke wa karibu weja kuangalia tu, watakurenki kwenye hali ambayo wewe mwenyewe utajua position ambayo wamekupatia. Unampiga simu nice, kwa jumla pole sana, rip

fanya kitu kama ni object ampeleke mwone, nenda kamwone, fanya kitu. When you do that you are building a very strong emotional support. Namba 5, don't be demanding, create opportunity to give. Hii nimezungumza kwa sehemu. Kwa usiwe mtu ambaye kila saa unaomba tu unataka vitu tu, hapana. you cannot build a relationship on begging. No, no, no. Huwezi ukajenga mahusiano kwa kuombaomba, unajenga mahusiano kwa kuoffer value. Don't forget that. Namba sita na ya mwisho be available strategically. tunaita kitu kinaitwa strategic presence, usio unapatikana kama oxygen kila mahali no, no, no. value yako iko so much attached to your availability. Menisikia nchosema your value is so much attached to oaabilit. Be available in aplace where people value your presence. Go where you are celebrated not wee tolerated. hakikisha unajitokeza na unakuwa maeneo ambayo value yako inakuwa appreciated. Kwa nini? Kwa sababu sio kila mtu atakuthamini wewe. Huwa anawambia watu I want to repeat again today hata kama unaniadimaya kiwango gani, hata kama unaniadimaya kiwango gani, jua kuna watu hawaoni hicho unachokiona kwangu. Wapo wengi tu na hawathamini kabisa hiki ninachokifanya. Wapo, na I understand that. Manaake nini, siwezi kujilazimisha kuwangangania hao watu. Natakiwa nitafute wale watu ambao wanathamini nilicho nacho, na ndio maana tulisoma kwenye kozi yetu kuhusiana na kitu kinaitwa defining your niche, you remember that? Define niche eh, angalia watu ambao wanakitaka ulicho nacho, kwa sababu what is the value? Value maana yake ni kwamba presence ya hicho kitu kinakuwa highly esteemed, hiyo no, ndio value ya kitu. Kwa maanake kama mtu adithamini, maana yake sina value kwake, na kama sina value kwake, maana yake siwezi kuwa na impact kwake. So usilazimishe kuwa maeneo au kuwa mahali au kufanya vitu kwa watu ambao they don't value. Kwa sababu kuna watu ambao watakuja kukuvali wewe baada ya kuona watu wengine wamefanya nini? Wamekuvali. Ndio inavyokuwa. Kwa hiyo your presence should be strategic. Eh? Strategic presence. Vitu gani unaweza ukavifanya, baadhi ninapoenda hapo, unaweza kuvifanya. Unaweza ukajoin these specific social clubs. Usijoin tu kila kikoba my friend. Mwenyewe kuna kikoba ni matatizo. Angalia tu story mnazopiga ndio utajua kwamba hapa sio, hichi sio kikoba ni matatizo. Kikoba sio kazi yake kuweka hela tu. Kikoba ni kutengeneza community. Huko kwenye SACCOS sio ni community. Kwa angalia community ambayo ina represent value zako. Inakupeleka mahali. Inakupa value fulani katika unachokifanya. Pili, unaweza uka attend community events. Sasa leo umefanya course ya miezi miwili umemaliza. Kuna watu hapa ndo yani basi yo. No. Unakumbuka wakati tunafanya course nilikuwa nawauliza kwenye events, wakati building strategy brand. Kuna watu walikuwa nauliza umeandaa utahudhuria matukio mangapi, training ngapi? That's what I do also. Kwa maana najua kwa mwaka huu nitafanya training hii, nitaenda kwenye matukio haya, nitalipia hii course nitafanya. Hivyo ndivyo, kwa sababu ile siku yako tu ya kawaida uliyozoea, hakuna mahali utaenda. Kwa angalia, um, community events ambazo mwaka huu kwa mfano utaattend ni zipi? Unajua, kukutana na watu wakubwa unahitaji kulipia gharama kubwa sana. Na huwa naambia watu ni rahisi sana ku, kupata contact ya mtu ukiwa kwenye event kuliko mahali pengine popote. Juzi juzi hapa nilienda event moja, kuna mtu alinialika, alikuwa anafanya sherehe yake, alialika na viongozi viongozi, kwa bahati kulikuwa kuna kiongozi mmoja ambaye alikuwa anamtafuta sana, siwezi kumpata. Fortunately tumeenda tumekaa, tumewekwa high table na yeye akaja akakalishwa hapo, tukaanza kupiga story. Ah, na mkiwa pale unaonekana wote ni sawa tu, unajua ukisha kwenye event kama hizi hajulikana amekuja na baiskeli nani siyo, amepanga nani siyo, hana hela hakuna anayejua ukishakutana pale, wote mnaongea lugha hii moja. Kwa hiyo tukapiga story tukapiga sasa, ah, afu namba yako? Akasema hauna namba yangu, achukua bwana, unakosaje namba yangu, achukua bwana. Na mimi nikajifaka ah, hamna shida, hamna shida. Lakini nilikuwa naitafuta kweli. Kwa nini? Zile events zinakufanya wewe uwe level moja na wale ndo kazi ya zile sehemu, kwa ukiona kwenda kuattend pale, hakuna mtu atakuuliza wewe ni nani. Ukisha pia tu pale, kila mtu anajua wewe ni saizi yangu, kwa hata point zako. Ndio maana naambiaga tu, ukisha kwenye matukio kama yale, usiongee sana, kwa sababu ukiongea sana, wataanza kujua wewe ungea tu kwa entertainment. Ah, yes yes, I know I know hivyo, yani unajizengezea tu vipoint vya hapa na pale, kwa sababu kwenye haya matukio pia kuna code, kuna vitu vinaitwa language code kuna lugha zao wanaziongeaga, yani ambazo kuna namna ukiongea tu unajua sio mwenzetu. Acha kuongea na simu kwenye matukio kama hayo. Unaongea na simu, hello ah, ujifungia kuku fungia mapema ah, ongea <coughs> vitu ambavyo vina <coughs> make sense. Sasa so, watu wanaongea mambo makubwa, wewe unakuja na vitu vidogo vidogo, ah ah, simu, tulia kuku. Si kuku mmoja akipotea kuna sawa gani bwana? <coughs> Kuna watu group zilizopita hawajajoin mpaka leo. Lakini kwetu tunafanya kozi ambazo ni free kabisa. Huwa natoa lessons. So join alumni group. Kwa kule tutakuwa tunafundishana, hizo unaendelea ku upgrade vitu unavyofanya. Okay? Volunteer. Tafuta vitu vya ku volunteer. Eh, tafuta vitu ambavyo unaweza ukavifanya for free kwenye maisha yako. Yeah. Na hapa pia natoa call ni na foundation inaitwa Joel Nanauka Foundation. Na tuna deal na programs za uh, wanawake hasa wajana pamoja na mabinti. Eh. Yeah. Na uh, nilichojifunza kwenye kujitolea ni hivi. Kuna watu ambao wanatamani kufanya vitu lakini either hawana nafasi au hawana ujasiri au hawana ujuzi. Wanatafuta mtu ambaye anafanya ili wa identify naye. Na watu wengi sana wana appreciate sana watu wanaojitolea. So, get time to volunteer yourself. Unafanya vitu kweli vya hela lakini tafuta vitu vya community ambavyo watu wanaona umeshiriki, si umeenda kwenye watoto yatima, si na kuna mali umeparticipate, jamani tunafanya jambo fulani. People appreciate those things so much. Wanajua jamaa kumbe, sio tu ana utu, kwa sababu watu wanapenda sana ile hali ya utu dignity. Eh, kwamba huyu mtu anapenda watu, wanapenda sana hizo vitu. Kwa hiyo fanya hizo vitu na huko, on the cause, vitakutengenezea pia opportunity kubwa sana. Mungu wabariki sana. Ni muda wa kuchukua nafasi yako kwa meza ya HW kuwasilisha yeah, kwako mawazo yenye tija kwa maneno oh, ya dhahabu kukupa hamasa kujengia uwezo wa kufanya zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.